Katika darasa letu la bure, darasa la siku kumi la kutibu matatizo ya ngozi, malezma, chunusi, sugu, weusi kwenye macho Una, na, kwa kutumia lishe ya nyumbani tunamshukuru Mungu, limeisha na limeenda vizuri na watu wamepata matokeo, hasa wale ambao waliweza kufuatilia kwa undani siku ya kwanza hadi siku ya kumi. Lakini pia kwa wale ambao wamejidhatiti vizuri, matokeo yake yamekuwa ya ni mazuri, na huo ni mfano hapo kwenye shuhuda, unaweza ukajisomea mwenyewe. Lakini ma, ma, mafunzo haya tumeyaweka kwenye mfumo wa ebook, ambayo unaweza pia na wewe kuipata bure kwa kutuma neno ngozi kwenda WhatsApp na kuelezea matatizo yako. Ebook hii inatolewa bure. Pia una changamoto za ngozi, maweusi kwenye macho, matatizo ya kucha, kucha zenye maambukizi, lakini pia visunzua, yani michirizi na matatizo mengine mengi ya ngozi na chunusi zisizopona, na kushauri utumie ni elfu tisini na tano dozi ya mwezi ni laki na tisini na miezi mitatu ambayo ni full dozi ni laki tano na sabini Unaweza ukachukua kwa awamu. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti niunge kujiunga na grupu la ngozi bure.